Papalewa 14 kabla ya katekesi yake tarehe 28 Januari 2026 alikutana na balozi Maamud Thabiti Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania. Waziri huyo yuko anatimiza ziara ya kimataifa na alikuwa mwakilishi wa ujumbe wa rais daktari Samia Asuluhu Hassan aliyethibitishwa kuongoza tena Tanzania katika uchaguzi wa mwezi Oktoba iliyopita. Kama itakumbukwa, katika siku za upigaji kura mwishoni mwa mwezi Oktoba 2025 kulitokea mapigano na vurugu ambazo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa zilisababisha mamia ya vifo. Rais wa Tanzania aliunda tume ya uchunguzi ambayo tayari inafanya kazi kwa ajili ya ujenzi mpya kwa kile ambacho kilitokea na ambacho kinawakilisha mshtuko mkubwa wa nchi ambayo hadi wakati huo ilikuwa tulivu na mahali ambapo hapakurekodiwa mvutano maalum wa kijamii. Vurugu hizo zilikuwa zimelaaniwa na viongozi wakuu wa makanisa na kidini nchini Tanzania kama maaskofu na maimamu, kwa kuomba kufanyika uchunguzi wa kujitegemea ili kubaini hali hiyo na wahusika. Papa Leo wa kumi na nne alikuwa amezungumza wazi kwa umma kuhusu hali hiyo ya nchi wakati wa sala ya malaika wa Bwana tarehe 2 Novemba 2025 akisema kuwa Priyamo,

a percorrere la via del dialogo. Tusali hata kwa ajili ya Tanzania, mahali ambapo baada ya uchaguzi uliopita wa kisiasa iliibuka mivutano na kusababisha waathirika. Ninawaalika wote kuepuka kila aina ya vurugu na kuchuchumalia njia ya amani.